Kaja, atnia, akajua mimi ndugu yake kazini yake na mali na khairi. Aliponijia nikamwambia nitakusort nitakupanga, lakini akamwambia wajua, miaka mingi nakufuata na nakutaka. Nitakupatia sharti, na wewe uniruhusu nilale na wewe, kwa sababu wajua vile ninavyokutamani. Lakini leo umeletwa, Mwenyezi Mungu amekuleta kwangu yule mwanamke kwa udhaifu akakubali, akaambia: "Sawa, mi na shida, lakini hivyo ndo nataka sawa." Akakubali, asema: nilipomkaribia nikompatia mali, alipokuja amejiandaa, nikamkalia kama vile mwanaume anavyomkalia mke wake, na nikawa nishajivua, niko tayari, nataka kuingia yule mwanamke akaniambia, e, mwanamme, mimi miguu yangu sijawahi kumfungulia mtu mwingine, na hauna ruhusa kuingia hapa madamu Allah hajakupa ruhusa, usivunje bikira yangu kwa uharamu. Hapo hapo akamwambia ittaqillah, mwogope Mwenyezi Mungu Sema ya Allah uliniona. Nikarudi nyuma, nikasema ya Allah, nimemwacha huyu kwa ajili yako. Jambo zito, na wallahi neno ittaqillah imemrudisha. Can you imagine, ni wangapi wakifika katika hali hiyo waweza kurudi nyuma, illa man rahima Allah.

Ya Allah, kama wajua siku hiyo na jambo hilo na tendo hilo nilifanya kwa ajili yako, leo mimi nina shida ya Rabbi, niondoshe shida hii. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, fa mfarajat as sakhra, ikarudi nyuma lile jiwe.